Naam, karibu mtazamaji, na nakuomba unazime muda wako macho yako na masikio yako hadi mwishoni mwa taarifa hizi. Kenya inadhamiria kutilia mkazo wa matumizi ya nyenzo za kidijitali kwenye biashara ikiwemo katika utoaji leseni na usimamizi wa mipaka kielektroniki baada ya kukabidhiwa uenyekiti wa shirika la COMESA. Rais William Ruto amesema mifumo ya kidijitali ni nguzo ya kufungua fursa za biashara kupiga jeki ushindani wa kibiashara na kuongeza viwango vya kibiashara baina ya mataifa wanachama. The new chairman of COMESA Authority is His Excellency Dr. Samuel William Ruto. Kenya imechukua rasmi wenyekiti wa shirika la COMESA, huku rais William Ruto akitangaza ajenda ya kuimarisha mifumo ya kidijitali kwenye mataifa 21 wanachama wa shirika hilo. We must harmonize our digital policies and regulatory frameworks. Fragmentation is itself a non-tariff barrier. Kenya ina nuia kuimarisha udijitali katika biashara, uwekezaji na utekelezaji For instance, the 2.5 billion COMESA World Bank Digital Acceleration Program is actively rolling out in 2025, targeting connection of 180 million people and digital services to at least 100 more by the year 2030. Rais Ruto pia anapendekeza kulegezwa kwa sera za kukinga biashara katika mataifa wanachama na kuwekwa huria kwa masoko ili kulainisha usafirishaji wa watu na bidhaa. We have 27 countries and 27 visas to be able to travel. Tell me, ladies and gentlemen, how we are going to catch up with the rest of the world if we are going to have this visa and that visa and the other visa to cross this border and the other border and the next border.